o nimebainisha katika orodha a b c pamoja na d. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa mapato yatokanayo na ada za uwindaji ya wanyama muhimu, kama ilivyokuwa imeainishwa katika kanuni zake, mgawanyo wake ni kama ambavyo nimebainisha katika ukurasa wa 116 pamoja na 117 hadi ukurasa wa 118 kwa upande wa sheria ya uhifadhi wa taifa, Mheshimiwa Spika, na, na, marekebisho yaliyofanywa na sheria ya fedha ya mwaka ishirini na nne kufuta kifungu kidogo cha pili b mgao wa asilimia 91 kwenda mfuko mkuu asilimia, badala yake kuweka mgao wa asilimia hamsini na moja wa mapato yatokanayo na huduma zinazotolewa na, na shirika la hifadhi ya taifa Tanzania, kuweka kwenye akaunti ya taasisi hizo ifikapo Benki Kuu ya Tanzania, na matumizi yake yatafanyika kwa kuomba kibali kutoka kwa mlipaji mkuu wa serikali, kwamba asilimia arobaini ya mapato hayo yataingizwa mfuko mkuu wa serikali. Kwa upande wa sheria ya msajili wa hazina mamlaka ya mamlaka pamoja na majukumu sura namba 370. Mheshimiwa Spika, napendekeza kufanya marekebisho katika kifungu cha nane kifungu kidogo cha kwanza F cha sheria ya msajili wa hazina ili kuweka viwango tofauti vya wakala wa serikali, mashirika, taasisi za umma kuchangia katika asilimia 15 hadi sitini ya mapato ghafi ya mfuko kama ambavyo nimeainisha katika pendekezo. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa kwa upande wa sheria alama za bidhaa sura namba 85, napendekeza kufanya marekebisho ya sheria alama za bidhaa sura namba 85 na kuongeza kifungu kinachoipa tume ya ushindani FCC, nguvu ya kisheria kutekeleza jukumu lake la utunzaji wa alama za bidhaa, ili aidha, ili kufanikisha utekelezaji wa jukumu hilo muhimu katika kudhibiti bidhaa bandia zinazo zalishwa nchini na zinazoingizwa kutoka nje ya nchi, nitatungwa kanuni mpya ya mwaka 2025 ambayo itabainisha viwango vya utozaji kama ambavyo nimebainisha katika jedwali namba 2 ambalo limeelezea kwa kina viwango vyake na maelezo yake ya kina yametolewa eh, katika ukurasa wa 123 pamoja na 124. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa sheria ya usimamizi wa forodha wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, napenda kufahamisha kwamba mkutano wa Jumuiya ya baji, wa, wa, wa, wa mashauriano ya kibajeti ya mawaziri wa fedha wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, pre-budget consultative meeting of minister for finance, ulifanyika tarehe 20 Mei jijini Arusha. Pamoja na maswala mengine, ulitengeneza marekebisho ya kisera ikiwemo mabadiliko ya viwango pamoja vya ushuru wa forodha pamoja na Afrika Mashariki pamoja na kuweka mapendekezo ya kutekelezwa katika mwaka wa fedha ufuatao. Hatua ambazo zimependekezwa zinalenga kuweka eh, kulinda viwango vya ndani, kuvutia uwekezaji na kupunguza gharama za uzalishaji. Mapendekezo mapya ya mabadiliko ya viwango vya ushuru wa forodha ni kama ambavyo tumebainisha katika HS code ambazo tumeziorodhesha kwenye A, B, C, D, E, F, G, H, ai pamoja na, na, na, na zingine ambazo zi, tumeziorodhesha kwenye ukurasa wa mia moja thelathini na mbili hadi ukurasa wa hadi ukurasa wa mia moja na arobaini na nane ambayo imeendelea hadi ukurasa wa mia moja hamsini na moja kwa upande wa sheria ya utozaji wa leseni za biashara sura namba mia moja na moja, Mheshimiwa Spika, napendekeza kama ifuatavyo: kufuta kifungu cha tatu, a, e, kifungu cha tatu kipengele kidogo cha nne kinachozipa nguvu mamlaka za utozaji leseni za biashara kufunga biashara pale ambapo wafanyabiashara wamekiuka masharti. Mheshimiwa Spika, narudia hili, kufuta kifungu cha tatu kifungu kidogo cha nne kinachozipa nguvu mamlaka za utozaji wa leseni za biashara kufunga biashara pale ambapo wafanyabiashara wamekiuka masharti ya sheria husika. Lengo la hatua hii ni kuwaondolea kero wafanyabiashara na kutekeleza maelekezo ya serikali ya kutofunga biashara. Mheshimiwa Spika, kuongeza kifungu cha nane kipengele cha saba ambacho kinampa mamlaka waziri mwenye dhamana ya masuala ya biashara kuainisha shughuli za kibiashara ambazo hazipaswi kufanywa na wageni. Mheshimiwa Spika, narudia, narudia. Mheshimiwa Spika, kuongeza kifungu cha, cha nane, kifungu kidogo cha saba ambacho kinampa mamlaka waziri mwenye dhamana na masuala ya biashara kuainisha shughuli za kibiashara ambazo hazipaswi kufanywa na wageni. Mheshimiwa, lengo la hatua hii lengo la hatua hii ni kudhibiti uholela. Utaratibu wa utekelezaji wa kifungu hiki utafanywa kwa kupitia amri yani oda itakayotolewa na waziri, ambaye itakuwa na orodha ya shughuli za kibiashara ambazo hazipaswi kufanywa na wageni. Mheshimiwa Spika, hatuna lengo la ubaguzi, tuna lengo la mtu akitoka nje aongeze kitu cha msingi ambacho tunakitarajia tukipate kutoka kwake. Mheshimiwa Spika, uanzishwaji wa vyanzo vya mapato kwa ajili ya kudhibiti maambukizi ya ukimwi na kugharamia bima ya afya kwa wote. Mheshimiwa Spika, mabadiliko ya kisera yanayoendelea duniani yamesababisha wadau muhimu wa maendeleo kupunguza misaada iliyokuwa inatolewa kwa ajili ya huduma za afya ikiwemo kukabiliana na kudhibiti magonjwa mbalimbali hususani ukimwi. Hivyo, serikali inapendekeza kuanzisha vyanzo mbadala vya mapato ili kupunguza nakisi ya kibajeti kwa kufanya marekebisho katika sheria mbalimbali. Aidha, napendekeza asilimia sabini ya mapato atakayoongezeka ipelekwe kwenye mfuko wa udhamini wa kudhibiti ukimwi na asilimia thelathini ipelekwe kwenye mfuko wa taifa wa bima ya afya kwa wote. Marekebisho hayo ni kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, kufanya marekebisho sheria ya ushuru wa bidhaa sura namba 147 ili kuongeza ushuru wa bidhaa kwenye vinywaji vya vilevi vinavyozalishwa na vinavyoingizwa kutoka nje ya nchi kama ifuatavyo: shilingi ishirini kwa bia zinazotambulika kwa heding ishirini na mbili sifuri tatu, shilingi thelathini kwa mvinyo unaotambuliwa kwa heding ishirini na mbili sifuri nne, ishirini na mbili sifuri tano na ishirini na mbili sifuri sita, shilingi hamsini kwa spirit za vinywaji vingine vinavyotambulika kwa heding ishirini na mbili sifuri nane kufanya marekebisho ya sheria ya ushuru wa bidhaa sura namba 147 ili kuongeza kiwango cha ushuru wa bidhaa kwenye huduma za mawasiliano ya kielektroniki kutoka asilimia 17 hadi asilimia